Kama njia mojawapo ya kusherehekea na kuadhimisha sikukuu ya Pasaka, Coco FM imetembelea vituo kadhaa vya kuwalea watoto mayatima sawa na wale waliotelekezwa kwenye jamii hapa kaunti ya Kilifi. Kituo cha watoto cha Mwangaza, eneo la Kiwandani hapa mjini Kilifi, Kaunti ya Kilifi, ni mojawapo ya vituo vilivyonufaika na msaada wa vyakula sawa na bidhaa nyingine kwa hisani ya Coco FM upendo na utangamano siku ya Pasaka. Tunasema shukran sana kwa kutukaribisha na kutupokea, na tumeleta zawadi kidogo, ili ikaweze, haiwezi kujaza mahali pakubwa, lakini pale padogo ambapo itajaliza tumeweza kuwaletea, na tumesema uh, Coco FM imesema ya kwamba kwa ushirikiano na ya George Kithi Foundation ya kwamba itazidi kusimama na ninyi, na wakati wowote wa mkiwa na mahitaji mnaweza kuwasiliana na sisi ili mkaweze kupata usaidizi zaidi. Hata hivyo, Joseph Silia Thoy ambaye ni msimamizi wa kituo cha Mwangaza amesema kuwa wanakumbwa na changamoto za kuwahudumia watoto wenye mahitaji maalum. Kuna watoto ambao wako na tutasema disability. Sahi tuko na kijana ambaye hasikii na hawezi kuongea imekuwa ni changamoto kwetu sisi kwa sababu sisi hatujui hizo sign language, na tumejaribu kushirikiana na Kibarani, walikuja wakamfanya assessment, na wakasema huyu mtoto ni kama ambaye kwa saa hii uh, hajapelekwa shule. Imekuwa ngumu kwa sababu hatujui kwao ni wapi, na hatujui kama ni kutrace hiyo familia tutaipata vipi akitoa shukrani zake Mary Nderitu, ambaye ni msimamizi wa kituo cha Asante Sana kaunti ndogo ya Magarini kaunti ya Kilifi, amesisitiza haja ya wahisani zaidi kujitokeza ili kuwasaidia watoto hao wanaokumbwa na mahitaji mengi ya kimsingi. Koko FM sio wameamua kuja hapa Asante Sana Children's Home, Mungu awabariki, kwa sababu wakati huu wa Pasaka sio watu wengi wanafikiria watoto kama hawa, lakini nyinyi mmeona muache kile mko nacho, mko na watoto rafta nyumbani, mko na kasenu lakini mkaona ni vizuri kuja kusaidiana na sisi hapa asante sana. Mungu awabariki na asindi kuwasaidia sana na sana na sana, na ya mwisho ni giomba ile mahali mmetoa hizi vitu hasijai kosa msindi, na Mungu awabariki. Na familia wote, wote, wote Mungu awabariki. Zaidi ya watoto mia moja kutoka familia zisizojiweza na wengine ambao ni mayatima kabisa kutoka hifadhi mbalimbali mbali za watoto wamefaidika na chakula cha msaada kwa hisani ya George Kidhi Foundation wakishirikiana na Coco FM ili kusherehekea msimu huu wa Pasaka. Elizabeth Mwende, na hii ni Coco FM.